Pikie makofi mazuri. Pata <laughs> pia viongozi na kanisa wa kanisa na wa kanisa na wachungaji na wachungaji na familia nzima ya Saints Prayers Fellowship, Kenya inawasilisha tumishi huyu Aliyepakwa mafuta wa Mungu kuweka wakfu katika kanisa kanisa la Yesu chini ya ufadhili wa Saints Prayers Fellowship. Ningekuwa nasikia makofi kama kwa Enda mara ya ine, ambao chukumu lao ni kuuliza juu ya mtumishi huyu wa Mungu, Pasta Sami Onesmas Kashanja Maina, umeona kuwa na maisha ya kimungu na kujifunza vizuri na kumwamini na kumwamini kuwa ameitwa ipasavyo kutumikia Mungu katika huduma hii kwa nafasi yake kama mchungaji wa kituo cha ushirika wa maombi ya watakatifu. Amen. Maombi. Amen. Maana ya Saints Prayers Fellowship ni watakatifu wa maombi katika ushirika, ndio nafasi imeipadilisha katika nafasi <coughs>